Hello, my good people, mambo vipi, mpopoa uh, naendeleaje wadau? Hali ya hewa sio nzuri sana mm, na soko lipo linasuasua, lakini bado tunaamini Mungu, mwisho wa siku mambo yatakuwa sawa. Broiler ni wakubwa tena wakubwa sana tu naona, na wanaendelea vizuri, wana afya zao. Mweke kidogo kidogo, wee Hiyoke okay. Unataka tena ucheze kwenye mvua, ukiloa tena usiniambie mama, sina koti. Na hii mvua kidogo kingi, sana chakula hicho. Basi msogeze mweke ume. Halo, mnaendeleaje wapendwa? kama ambavyo mnaona tunao na wanaendelea vizuri, huyu tu kapata accident peke yake, kwa hiyo tumemtenga na unaona, anakula mguu mmoja umevimba, tujui kafanyaje, lakini anakula vizuri sana and, uh, the rest, the rest wote wazima na wanaendelea vizuri sana, na tumeanza tumeanza kuuza kidogo kidogo. Wape kidogo kidogo, king, king, tunataka tu tuwaongezee chakula kidogo, wamesha kula, lakini naona wame wamewapa kipimo kisicho ele yingine naona <coughs> hata agombanii sana , lakini niligundua kwamba kidogo wamemisiwa kipimo kidogo, sinawaona wanaendelea vizuri sana. Mungu alisaidia hapa, akiniletea mteja akichukua thelathini, nitasema oh, alhamdulillah <laughs> nitamshukuru sana Mungu kwa kweli. Yani ni wakubwa wazito, yani mpaka raha. Wakubwa wazito mpaka raha. Yani mteja akija, mwenye anahangaika achukue yupi amwache yupi. I'm telling you, akija nona. Wengine hawana time Walafi walafi tu ndo wanaingia kula um, wengine hawana time. Wameshakula, unaona eh? Wanaendelea vizuri sana, namshukuru Mungu namuomba tu Mungu aniletee wateja hapa, ni soko tu ndo naloliomba kwa kweli, ni wakubwa yani ni wakubwa, ni wakubwa kabisa. Na chakula huu mfuko wa tano ndo umebaki huyu nusu <laughs> usipime, usipime <my> people, usipime <laughs> E, e. Kwa kweli mambo ni sawasawa sawa. Mambo ni mazuri mno. Chao. Usisahau kusubscribe kushare, kucomment hilo ndo nawaomba sana. Subscribe jamani, channel yetu iweze kukua, na hapa mpaka tumefikisha hapa hakuko hakuna kifo, ni huyu tu amepaahizi siku za mwisho hizi, lakini yuko mzima, unamuona anaendelea vizuri na tunamuhudumia hatumwachi, tunamuhudumia